Ulidhani kwamba hatuwezi kufika huku. Iliyochinjwa ni mbuzi na wala, alikuwa anataka kufanya kama kafara, ili kutoa damu, ili asije akafuatwa na lolote. Hilo nakupa masaa 24. Umpe Johnny fungua la gari. Na akupe mpaka na buku. Ni masiku tu na urudi maskini hapa. Watu wanaumwa kule nyama hata mimi sikujua hiyo kwanza, sikujua kuna kwa kwa mtoto. Mimi niliambia ni vajo. Sasa wewe uko na pesa gani yako? Niko napenda, unajua napenda kwako wewe hapa. Wala nimeshawaeleza kwamba tulieni tu, Rehema, tulia nyumba, anaendelea na ujenzi. Mambo vipi, Johncena Silver? Na kawaida yetu ni kama kawaida, tumefika usiku siku juu. Daktari ametuambia ali, daktari aliambia Rehema, uko na boma wewe, daktari Rehema? Eh, akasema ana boma, hakuna kitu uko nayo, na hakuna kitu anarudi, anarudisha. Tumefika usiku siku usiku sako, usiku usiku wa manane, unaona, tumekuja tu kila mtu na gari yake, au sio? Unaona, ingine ndio hii au sio? Tunapenda sana eh, kati hizi gari kuna moja anani. Pamoja, Bazenga Bazenga dadi au sio? Mheshimiwa unasema vipi? Niko fiti inshallah. Niko poa kabisa. Nashukuru, wasalimia watu wako. Ah, tumefika kwa tume tume tumeambiwa tume, tume uh -huh. Rema kona nyumba mahali huko uh huko sasa tujui ni boma gani na wamekuja kutuchungulia ngoja, wamekuja wamekuja kutuchungulia, kuja muone habari yako. Hapa ni kwa nani? Hapa ni kwa nani? Natalia. Ume, amekwambia ufungue mume sio watu wanaongea. Ameambiwa nifungue. Allah. Daktari. Daktari. Nipo. Daktari kimbia. Daktari ana wasiwasi. Daktari. Nipo. Tangulia mbele, tangulia mbele, daktari. Wala. Asiwatishe mtu. Eh? Asiwatishe mtu. Eh. Eti ana mpaka mtu wa kulifungua geti nimemwona, nimemwona. mm. na wala ni ameshaondoka ile. Namfahamu vyema, huyu ni mtoto anayekaa, anayekaa naye sio wake naali, ni wa mume wake mwingine, mm. Aya, hakuna mme mwingine. Eh. Ana mtu mwingine ambaye leo hii alikuwa anatazamiwa eh. upande huu na wala Johnny, yes sir, Petero mm. Kolo, hey, mambo, upo poa ni, nini mnanifotafota kila mahali? Hadi mmejua hapa? Nani amewaleza hapa? Daktari, kuna jambo alikuwa anataka kuniongelesha huko nje, wakafungua mapema. Ndio nilikuwa nakueleza kueleza kwamba mm. hii ndio sehemu ambayo niliwaeleza nitawaleta. Mm. songa, naona huko na takali wala katika sehemu hii kabla tuende, Joni, tulia papo hapo yeah. Sehemu hii inatazamiwa wageni leo mm, ila wageni ndio sisi. Rehema, kwa taarifa yako wageni unaowatazamia hawaji tena, sisi ndio wageni. Mbona wakuji, kwani mwafanyaje? Swali nawajua nyinyi, mnawezafanya kitu chochote, wasikuja hapa aweze anatengeza wala. Wala. Wala, chakula, chakula cha wageni ambao ni sisi nyama ipo pale, kuna boma nyingine yani, yeah. nyama ipo pale, kumbe kuna boma nyingine mm. twende tukalione nyama mm. anaandalia wageni wake nyama mm. ila sisi, sisi ndio wageni sisi ndio wageni, sisi ndio wageni. Sisi ndio wageni. Wala matayarisho yaliyofanywa humu mm ni matayarisho kabambe. Dereta yupo anaendelea na kazi. Rema wala, ulidhani kwamba hatuwezi kufika huku. Iliyochinjwa ni mbuzi na wala, alikuwa anataka kufanya kama kafara, ili kutoa damu, ili asije akafuatwa na lolote na, sana na wala, cha msingi ni kwamba ni wala, Rehema utatulia na mimi. Mimi hujaniambia tuko na boma ingine shwali Petero na ina... so upo sehemu hii.

Wewe ndo mbana sisi tumekujaee na, na. Hey, wala sio kugeuza tu kolo, ujaniambia daktari ajaniambia ako na boma ingine, kuna, bomba inga, kuna bomba kwa, nimetamani sana kumkuta kolo nimetamani nime kumkuta kabla Tama siku hii ya leo, mm, ila nimemkuta leo mkule. Kolo hilo ni nini? Joni nimeshawaeleza tukiingia kwamba walikuwa wanaandaliwa wageni we, we, we, we, daktari. wageni ambao kulingana naye ni muhimu sana, ila sisi ndo wageni pombe hey, hey, hey. Daktari, si mimi na shida yenu. Mnanipata pata kila mara. Rema, when did you start drinking? Rema, when was the last time you started drinking? How does it concern you? anakunywa akiwa na mimi, alikuwa nakunywa. Sawa, ongea venye unataka. Wala nimeshawaeleza kwamba tulieni tu. Rehema, tulia. sehemu hii ilitazamiwa wageni, wageni Nyumba anaendelea na ujenzi. Anataka kujenga nyumba gani? Pesa pita hii yote. Na Petero. Mashonet. Mbona unasema ni yako? Hauna chochote. Anataka kujenga mashonet. Sauti gani upo unaniambia nishakuomba msamaha mara nyingi. Wewe ni bwana na kazi aje. Petero. Petero. Kula nyama hiyo. Na wala Wala sio hilo tu. Wageni wenu wote ni njaa. Hii ni pesa yangu hii, ni pesa yangu sure leo. Ona venye umeijenga. Upo Sibali, bize kweli kweli. Kumulika kweli yeah. l nataka ule yeah, chakula hili imeandaliwa wanadamu yeah. Wewe ni mwanadamu na wala ipo nyingi ilipo lingine kwenye chumba kwa wingi zaidi, si ndo wageni wako ya, lipo limewekwa kwenye liza liza Liza limeegwa kwenye mali yako kwa wingi, unaweza kuliangalia, lipo pale chumbani, usiogope, nifuate jo wala wanapoendelea, chakula lipo chakula, chakula limeegwa kwenye liza

Njoo hapa utaule hilo baadaye. Naambia daktari aache tamaa daktari. Wala nilishawapa kibali. Daktari amemwambia sifanane tabia kama yangu. Kuna moyo anaingia. Niliwapa kibali. Na kuna moyo anaingia kwangu. Eh, daktari anasema atuingie. Tutaingia tu. Mnaingia aje kwangu. Rehema, chumba hicho sio chako. Ah, hapana. Naona kuna mtoto wako. Unasumbua mtoto wangu ana watch. Mbona kuna mtoto? No no no no no. No. Nini mbaya na nyinyi?

Aai, nyama iko ndani, lipo dereta. Daktari imeshangaa wala, lipo pale kwa winginivile tu, kuna gisa ndani, wala usiwe na wasiwasi hmm tena huyu mwingine ametoka wapi? Kuna watu wengi hapa. Huyu ametoka wapi tena huyu? <muchas> wala yule anayekimbia oh, ni mtu wake wa ndani oh. Katika sehemu hii bado kunalo piki Joni, daktari nimeingia kwa nyama. Tulia, nipo nazungumza, ila unaenda tu nyama Joni, yes, tulia mwanzo hatuhatu kuja, kuja kula nyama hatu kuja kula nyama Joni, yeah. Nataka usikize nachokueleza, nyama utalikula. Joni, ongee nika na kueleza kwamba mm, yule ambaye umemwona kisha akatoweka mm, ni mtu wake wa kazi unalo piki hah, piki piki piki w eh? Mm. piki piki piki piki ni nini? Ama nasema pikipiki piki. Ni kama unamuelewa wewe. Nini namuelewa, ni kama anasema pikipiki. Haya. Unajua kila kitu lakini huwezi yeah, jenga maisha yako. Ni venye sipigangi wanawake mimi. Hebu jaribu sasa hivi uone. Umeona wanaume. Jaribu na unakula vizuri, msichana? Ni vile tu daktari nikataza nisikule. Ni ni kula. A, kama hiyo. Si nimewapa kibali, hmm. Nyama ziko nyingi. Nataka niangalie jambo, kuna kitu ambacho kinaendelea ni kule. Kula, ila bado nashughulikia hili swala. Angalia hiyo kichwa, daktari, angalia kichwa Naliona eh. Lipo lingine ambalo limefichwa Rema. yeah. Ngozi iliyokatwa ya mbuzi hii ipo wapi? Sijui. Rema. Nakusikia. Mbuzi mliochinja. Damu eti kafara. Eti kujizuia kafara, kafara ya nini? Vile vilevile, unajua nacho kizungumza. Wewe kila mahali lazima tu unikosee sasa. Hii mtu akichinja mbuzi ni kafara, kafara gani unaongelea hapa sasa? Wala hivi, unatuona kuwa fala? Ngozi ipo e, nyi ni fala, wapi ngozi sijui penye iko. Alafu alipiga siku ingine akanitusi, sijui alitoa namba kwapi, akaniambia mbia u mzee, acha ita, mzee, mzee, mzee. Si ni, mzee. Hmm. Yeah. Ujinga ujinga, naye ataacha unaita mzee ujinga, unamuita mzee, si ni mzee. Wala ujinga huo utafahamu nini maana yake? Johni. Yes, daktari. Kwa sasa hivi najua mmechoka na kweli ulitambia kutoka njiani, ni kitu kuna damu amemwaga kuzuia hii maneno. Kuzuia. Anajaribu sana. Asifuatiliwe sana, nataka mketi Johni mm, mwanzo libomoe ili nyama, mkisha libomoa mmeshiba. Nimesema ni nje imewalea mketini, mkule Sina njaa wala usituone, si kama ah, wenye njaa huwezi kula kwa mtu yakoja, we huwezi kosa, siwezi kosa, unajuanga hii boma, hii boma sijui Petero, uweze kwanza kula. Ni wewe ndio umeleta. Anza kula. Daktari, daktari ndio mwenyewe, baba mama ni mimi. Usipai kuongea nikiongea na watu. Daktari, hata hii kichwa nilikuwa nafikiria Johnny. Ni chome, daktari Johnny. Yes sir. Sasa hizi ni gani? Kula. <coughs> Ula mwanzo, tengeza nguvu uliotumia njia. Daktari amesema tuchome hii, choma lote inatoa moshi. kuna dereta anasema natoa moshi. Nikusaidie kuchoma, nione hata mii, nikusaidie nione kama utanipenda mwanangu. Sipendangi tu hivyo vile unafikiria. Mm. Uko na pesa? Ni pesa anapenda huyu. Yeah. Mwanamke anapenda pesa huyu. Mimi sina. Lakini kitakuramba. Sasa wewe uko na pesa gani yako niko napenda? Kitakuramba wewe. Unajua kile niko napenda kwako wewe. Na hebu nipe kisi yangu hapa. Daktari amesema ni nini akata nayo nyama wewe? Pesa, pesa gani? Nilikuwa napenda kwako. Nilikuwa napenda nini? Kataau nikenda ata kidogaahakisaa t kata. Acha niwaambie neno moja, mkitaka kukula hii, acha daktari aonje kwanza. Siwezi kula kama huko. Wewe wafahamu kwamba mimi siwezi kuila. Hata kidogo nakata. Mimi nafungua fungua chakula zangu wewe. Hakuna chakula, ni pesa yangu imetumika. Ni pesa, ni pesa pita. Hata mimi niko na right kwa sababu ni ni hey. Hey, right, ulinitumia hey. Mimi sasa nalipisha hapa. Hata uko na right. Ulinitumia unajua kuongea ni ni kizungu. Ya, si mimi naongea kizungu, ulinitumia wewe bwana. Alikuhusu. Hata uko njaa. Alikuhusu vibaya. Hmm.

Sehemu hii ambayo tumesimama mm, ni shamba lako, e, Daktari, yeah, la, la kitu kingine niweke wapi hilo? Eh, nimepata kula me... alikuwa analificha ficha yeah. kwa kwa kuwa linapangiwa sehemu mimi mbuzi kweli, kingine tusikule dogi, ni kula hata dogi hata binadamu. Ebu nisange tukule nange, ebu aibu gani? Acha kunisukuma, enda huko, utafanya nishikwe na ugonjwa wa umaskini. Yani sahii unaweza nisukuma, si ndio? Sauti yake imeanza kurudi. Kwa nini ilikuwa wapi? Sauti yake imeanza kurudi. Siku moja bro utafanikiwa, na kuambia mimi na naamini huyo yeye msanii wewe utaja filisika. Alafu natamani sana kuonana na producer kesho, naona kesho naenda kwa studio hmm. Nataka kufika nione mahali analala ama analala kwa studio, muulize. Najua atakitanda ana. Alafu alipokulala ana. Sasa ni lazima useme, lazima useme hizo vitu nikakuwa nikakuonea huruma nikakuweka ni kitu ni hii ni nini ambeka hapa ndani, daktari, lazima useme kama ni nyama hii. Hmm, ni, eh, hmm, no, ni nyama hii ni nyama manufresha, kweli ninja imewaleta ni kweli. Ona venye ona venye kana shine hii pesa pita hii ninja imewaleta. Ona pesa ngine ampea kiburi mingi eh, hapana, hapana, ni nyama, hilo nyama angalau ningetamani daktari, upate hata kidogo. Nipo hapa nawapa ulinzi, tunganishe nyama pamoja, tukule. Mnataka kulibeba, mnataka kula hili lote? Mimi nipo hapa, atuanuta amna kwa boma ya mtu ama kabisa, boma hii tupo na mwenyewe kwenye hii nani boma, boma. boma, yupo, boma yangu upande, boma wako, boma. upande wako, wako, wako wa kushoto usifanye tukosane, no. Nishakuembeleza ya kutosha usipitane pesa, nani hapa? Pesa, pesa, yangu, pesa yetu. Uh, pesa? Yetu. Pesa the audacity, property Na haze, I... hata hata mimi sikujua, ikwanza no, no, hata sikujua kuna mtoto, mimi niliambiwa ni vajo

Ayo, hivyo. Ameangukia kifaa. <laughs> Eh. Mm. Na yeye pia anajua ananipenda. Anapenda sana. Hata mguu yake anaweza kuvunja.